Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, ninakuomba usikilivu mwema, na kama haujaweza kujiunga na familia ya hichi kituo, ninakuomba kwa moyo mkunjufu ukapiga subscription. Alafu sambaza kanda zetu. Ninakuomba, hii serikali inajilazimisha kuelekea kwa raia ambao hawaitaki. Unajua, Samia alifikiri kwamba ataiba kura ajitangaze yeye ndiye mshindi ajiapishe, alafu atajilazimisha kwa wananchi aweze kupendwa, lakini mipango haijaweza kuenda jinsi ambavyo Samia alikuwa amepanga. Sasa viongozi wa hii serikali wanazidi kukataliwa, hata wakienda mashinani kuhudhuria vikao vya wananchi. Sasa ninaelezwa hivi mpenzi mtazamaji, na mmoja wa shabiki zetu kwamba juzi nilikuwa msibani sehemu fulani Arusha. MC akasema na diwani wa hapo atatoa salamu za rambirambi wananchi, wakagoma akuwa hawata hawamtambui huyo diwani wa mchongo. Alipata fedheha ya hatari. Aa, ama kweli, MC hakumpa maiki, maana alisoma upepo kuwa angeharibu heshima ya msiba, unaona. Huyu shabiki ananieleza kwamba upande wa Arusha juzi palikuweko na mazishi. Kuna mtu ambaye walikuwa wamepoteza na walikuwa wanampea safari ya mwisho, walikuwa wanamzika. Sasa ikawa kwamba serikali imeweza kumtuma diwani wa eneo hilo aende kuwakilisha serikali. Kumbuka kwamba huyu diwani ni wa chama cha CCM na wananchi hawakuweza kumchagua. Hawa ni wale viongozi ambao ni mchongo, hawa ni wale viongozi ambao tukianzia rais, tuende mbunge, tuende diwani, waliweza kujichagua na kujitangaza kwamba wao ndio waliweza kuibuka washindi kupitia kwa chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi Tanzania. Sasa tunaelezwa kwamba Master of Ceremony ukipenda MC, ambaye alikuwa naelekeza jinsi ambavyo shughuli, ni nani wa kuzungumza, ni nani ambaye hatazungumza, ni kipi ambacho kitafuata kwenye hiyo hafla ya mazishi, alitamka kwamba diwani wa eneo hilo amejumuika na familia na wageni na wananchi kwenye hayo maziko kwa hivyo watampea nafasi aweze kupeana salamu za rambirambi alafu vilevile atapeana salamu za rambirambi za rais <coughs> cha kushangaza ni kwamba raia walisusa raia waliteta raia walikataa katakata na wakasema kwamba hawamtambui huyo diwani mchongo sasa tunaelezwa kwamba huyu diwani alipata fedheha, yani alipata aibu. Sasa MC mwenye alikuwa anaongoza ile hafla alisoma upepo, yani alisoma ground, alisoma upepo, jinsi ambavyo ulikuwa unasema, hawako kuwa wanataka kiongozi yeyote wa serikali wa mchongo aweze kuzungumza, kwa sababu wangepewa huyo diwani wa mchongo nafasi lazima angepeana salamu za Samia salamu za mbunge na salamu za zake, na wananchi wanasema kwamba hawataki kiongozi yeyote ambaye ni mchongo, hawakuweza kumchagua. Ni ukweli kwamba hii serikali ambayo inasema kwamba iliweza kuchaguliwa kwa asilimia themanini, yaani asilimia tisini na nane, haitaweza kukubalika kamwe ni wazi kwamba hii serikali haitaweza kukubalika kamwe. Sasa mimi nimeweza kujiuliza, bwana Ezra, yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania alisema kwamba Samia alipata kura asilimia tisini na nane, kumaanisha kati ya zile kura milioni thelathini na mbili ambazo zilipigwa Samia alijinyakulia kura milioni thelathini na moja. Sasa nikajiuliza bwana Ezra, itawezekanaje hizi kura milioni thelathini na moja? Hawa ni wananchi ambao walipiga kura wakisema kwamba wanamtambua Samia kama rais wao. Mbona hao wananchi ambao serikali hii inasema kwamba waliweza kuchaguliwa kwa... Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wingi, mbona hao wananchi hawatambui Samia kama rais wao? Mbona hawa wananchi hawajaweza kumkubali Samia kama rais wao? Mbona hawa wananchi hawataki kusikia chochote ambacho kinahusiana na kiongozi wa chama cha CCM? Nimeweza kugundua nambari moja. Wananchi wamechoka na kitu ambacho kinaitwa uongozi mbaya Tanzania. Mahala ambapo kiongozi anatumia madaraka, mahala ambapo kiongozi anaongoza kimabavu, anataka kuonyesha wananchi kwamba yeye ndiye kuamua, yeye ndiye amiri jeshi mkuu, anatumia uh, vyombo vya dola kuwakandamiza wananchi ambao hawana hatia. Sasa uongozi mbaya, kazi hamuna. Polisi wanatumika kuwakamata wananchi raia kuwapoteza wananchi na raia, yaani utekaji nyara na upotezaji. Hayo mambo yamechangia wananchi hata hawataki kusikia Samia Samia, hata kana kwamba hangekuwa amefanya maendeleo Tanzania, lakini wananchi wasikamatwe kiholela, wananchi wasipotezwe, wananchi wasiongozwe kimabavu wananchi hawangekuwa na shida na Samia, lakini kutokana na uongozi mbaya, kutokana na utawala wa kiudikteta, kutokana na kuwakandamiza wananchi, wananchi wamekataa katakata kutambua uwepo wa serikali ya sasa hivi madarakani. Nambari mbili ni mauaji ya raia ambao yalitendeka Tanzania. Kiongozi wa taifa huwa anawalinda wananchi kutoka kwa majanga yasiwapate, lakini sasa yule mtu ambaye si kiongozi anafungulia majanga kuweza kuwapata wananchi. Wananchi walikatakatwa vichwa, wakapigwa risasi, wakauawa, wengine wakaumizwa, alafu utaniambia kwamba Tanzania iko na kiongozi. Ndio maana wananchi hawataki kumtambua Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wao. Nambari tatu Samia ameweza kuua demokrasia. Mwananchi awezi akajieleza, mwananchi awezi akaandamana, mwananchi awezi akapinga serikali. Yaani, serikali inataka yule mtu ambaye anaisifu kila wakati, na ndio maana unapata kwamba wananchi wamesusa na wamekasirika na hii serikali. Demokrasia imeweza kuuawa na ndio maana mtu yeyote mwenye anahusika na serikali hataki kusikika popote. Mfano, upande wa Tarime siku ya Ijumaa, kiongozi ambaye ni katibu wa chama cha CCM alizimiwa kipasa sauti microphone kwa kuanza kumkashifu John Heche kwamba yeye ndiye aliweza kusababisha na kuleta vurugu Tanzania. Sasa viongozi kama hawa wakizungumza, unapata kwamba wanachochea hasira za wananchi kuendelea kupanda. Na ndio maana wananchi wanajua kwamba viongozi hawa wa serikali hata wakipewa nafasi waweza kuzungumza, hakuna kitu cha maana ambacho watakizungumza, hakuna kitu cha kujenga ambacho wanaweza wakakizungumza. Kitu ambacho wanaweza wakakizungumza ni kupanda chuki na kujitanua na kujishaua kwa wananchi kwamba wao ndio wako madarakani na wananchi hawawezi wakawafanyia kitu. Namba nne, kitu ambacho kinafanya wananchi wanachukii serikali ni kwa sababu serikali imekataa kata katakata kuwasikiliza wananchi, yale matatizo ambayo yanawakumba, kama vile utekaji nyara, kama vile uongozi mbaya, kama vile kitu ambacho kinaitwa wizi wa kura ambao uliweza kutokea na Samia aliweza kuiba kura, kama vile unapata kwamba matibabu kwenye mahospitali hakuna, lakini wananchi hawana uhuru wa kujieleza, wananchi hawana uhuru wa kuwasilisha hoja kwa serikali. Hasa wananchi wamechoka, wananchi wamechoka kabisa, na ndio maana wanaona kiongozi yeyote wa serikali kama mtu ambaye hafai, hafai kabisa, na ndio maana hawataki kuwasikia mahala popote. Nimekueleza kwamba huyu kiongozi angesimama angeanza kuropoka, oh, Samia ni mzuri, oh, wale watu ambao waliandamana walikuwa wamelipwa, oh, sasa tusameane, tuingie kwenye mazungumzo ya maridhiano baada ya wao kuweza kuiba kura. So je, Samia atakuja kulitenda lipi Tanzania ndiposa aweze kurejesha imani ya wananchi kwa serikali? Sijui wazo lako ni lipi tupatane. Kwa kanda ijayo, nina imani kwamba nimeweza kuchanganua kwa marefu na mapana yale ambayo yanazidi kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Mwenyezi Mungu awabariki.